Hello, hello, my beautiful people mambo vipi, karibuni kwenye video ya siku ya leo. Hebu tujadiliane kitu ambacho kinawachanganya watu wengi, mpaka mtu anavaa mkanda unambana kuhakikisha kwamba anatoka jasho la kutosha, na akifungua akikuta amesweti anafurahi sana, na kuna kwamba okay, hapa sasa kitambi hichi kitayeyuka kwa lengo la kupunguza mafuta ni vitu gani ambavyo huwa vinamfanya mtu afikirie kwamba kutoka kwa jasho jingi ndo kupungua kwa mafuta mwilini? Mm, it's very interesting. Hata mimi natamani kujua. Kabla ya kuchanganya zaidi, naomba uniandikia sehemu ya comment maoni yako. Unapokuwa unatoka jasho, kinachotoka pale ni kani maji ambayo yamechanganyikana na minerals. Kaya ikatokea umelitest, utakuta kwamba lina ladha ya chumvi, kwa sababu sio maji tu yamechanganyikana na Uh, electrolytes zingine. So, kwenye kwe yale maji yanayotoka hamna mafuta pale yanatoka, lakini mekanizimu ya mwili ambayo ni asilia ya kujipoza mwili, unajipooza kuhakikisha joto la ndani liko sawa. Jasho halina uhusiano moja kwa moja na process ya kupunguza mafuta mabaya leo kisiri mwilini au kupunguza uzito. Jasho hilo kama limesababishwa na kazi au mazoezi Sio jasho ndio litakalo kusudia yale mazoezi, kwa kuwa umechoma nishati ndio litakalo kuwezesha kufanya nini, ufungue, na sio kwa sababu umepoteza jasho jingi au umevuja sana jasho. Kwa hiyo kama lengo lako ni kupunguza uzito, mambo matatu ambayo naweza nikakushauri kwa haraka haraka, jambo la kwanza, hakikisha unafanya mazoezi sio chini ya dakika 30 hadi 45 kwa siku. Jambo la pili, hakikisha diet yako ipo katika calorie deficit. Kitu cha tatu, hakikisha unapata maji ya kutosha ya ziada. Hakikisha unapata muda wa kutosha kupumzika usiku. Of course hii ni misema ya ziada lakini ni ya muhimu sana. Usipopata muda wa kutosha kupumzika usiku inawezekana pia ni kikwazo kwa wewe kuendelea kuona mabadiliko katika kupungua kwa mafuta mabaya yote mwilini. Kama ni kitambi au nyama zembe zozote zile hakikisha unazingatia hivyo vitu. Kama itakuwa ugumu kufuatilia diet plan peke yako, tutafuta kupitia WhatsApp tutatengenezewa program kulingana na vipimo vyako, hali yako ya kiafya, umri wako. Eh, program ambayo itakuwezesha kupata matokeo ya haraka ila unapunguza uzito, unataka kupunguza tumbo, unataka kupunguza mikono minene, vyovyote vile. Program zote zinatengenezwa kulingana na mahitaji yako. Kama ni mara yako ya kwanza kukutana na hii channel, karibu sana. Naitwa Joan Thomas. Na hii ni sehemu ambayo huwa tunaweka masuala yote yanayohusiana na mazoezi, chakula, utunzaji wa ngozi na afya kwa ujumla. Subscribe na bofya kengele ili usipitwe na taarifa kila mara tunapoweka video mpya. Je, yeah, kweli unaweza ukaharisha mafuta? mafuta yanatoka kwa njia ya haja kubwa, unayapupu eh? Unapupu mafuta au yanatokaje mwilini? Hiyo tutaangalia katika video zijazo. Hakikisha umelike video hii, naandika swali lako sehemu ya comment. Kama kuna video nyingine unaipendekeza nijadili kwa kina. Okay guys, bye, bye. Nani katika video zijazo.